Habari zenu watoto wangu wazuri wote ambao mnanitazama saa hizi mama yenu, Mama Love Kungwi. Les Superwoman. Jamani watoto wangu wazuri wale ambao mnataka vitu vyangu, vitu vya Mama Love Kungwi Les Superwoman. Basi unaweza kunipigia namba zangu za simu 0713 99 99 93 naomba mama, Mama Love Kungwi Les Superwoman mwenye kabisa ujio wa viungo. Lakini watoto wangu wazuri na langu jambo kwa wale watu wa dini, watu wa dini ambao Wanatu, wanatupa sisi hamasa kuwa na dini. Yaani wanatuhamasisha tuwe na dini, wanatuelimisha, wanatupa vitu vizuri kwa sababu ya Mwenyezi Mungu. Jamani kuna baadhi ya watu hawa ni wachafu, sijapata kuona. Sisemei wachafu yani wazinzi hapana, nasema wachafu kimwili. Unamkuta mtu wa dini, lakini kanzu yake chafu, bala mandevu mama, yameota ukoko, manywele usiseme. Jamani, watoto wangu wazuri, halafu mkute huyu bwana ana mke wake. Sasa wewe mwanamke unaeshindwa kumtizama mumeo? Au na wewe ndio unavaa hayo hayo majuba machafu? We mwenye mchafu, mumeo mchafu. Dini yetu imehimiza, ime kabisa alislam nadhifu. Uislam ni unadhifu, na basi ufanyeni ufanyeni. Katika kufanya unadhifu ni ile kuwa wewe ni mtu wa dini, unahamasisha watu, unaonekana mbele za watu, basi kuwa msafi, baba yangu. Kuna baadhi wapo ni wasafi, yani bismillah, mashaallah, wakikaa kwenye membari unatamani awe mume wako unatamani awe kaka yako, unatamani awe baba yako, lakini kuna baadhi hamtuhamasishi kwa sababu ya uchafu wenu. Unasimama, unatoa mawaidha, lakini ukiwa mchafu, nywele, baba, mikucha miguu yani huangaliki, na video mnachukuliwa, video mnachukuliwa, mpaka makucha yenu manywele, umekaa pale mchafu mchafu. Sasa wale waumini unawaonesha nini? Unawahamasisha nini? Mimi jamani, kama nitakuwa nimekosea mnisamehe, lakini nasema haya kwa uchungu mkubwa, kuona watu wangu ambao mnatuhamasisha kuwa na dini, yani mnatoa mawaidha mazuri mazuri, matamu mimi mwenyewe huwa nikiasikia mwili unanisisimka, lakini wachafu. Na unakuta una mkeo. Sasa yule mke anafanya nini, nauliza tena? Si haya awe si mke, huna mke. Wewe mwenyewe huwezi kujishughulikisha ukakosha msuri wako ukafulana zako vesti ukazikosha vizuri, kanzu yako ikawa safi, kwa unatokezea yani mbele za watu, watu wanakuona bismillah, mashaallah, wale waumini wakawa wanaiga kuanzia mawaidha yako, kuanzia wewe mwenyewe roho yako. Na wengine mna roho mbaya ajabu ya rahmani, ajabu rahman, rahman. Mnatutolea mawaidha mazuri, lakini ndani ya mioyo yenu roho zenu mbaya chafu. Alafu nyie hao hao mnatupa mawaidha mazuri, maneno mazuri mazuri, mazuri lakini nyinyi wenyewe mkiwa mna roho mbaya. Kusema kweli, nakuwa nasikitika sana, lakini Mwenyezi Mungu atakusaidieni. Lakini wale ambao wachafu, naomba mjirekebishe kwanza. Mwenyezi Mungu hapendi mtu mchafu au ubahili unakuta mtu una dini una pesa zako, lakini bakini hata kujinyulia maji ya mia tano unashindwa. Unatembea kwa mguu saa zote yani, vumbi limekufika mpaka hapa, kanzu ndo iko hapa vumbi, nakwambia jamani. Alafu unajikuta una bonge la ghorofa jumba zuri mashaallah, lakini ndani kwako. Sasa kwa siku mtu unanunua samaki mmoja, mchele nusu kilo, una watoto ishirini, jamani. Sasa ubakini utakupeleka wapi? pesa ile unaweza ukawa ukafa kuanza charity beginning at home, ukaanza kusaidia nyumbani kwako, halafu ndio ukasaidia na watu wengine. Sasa unaacha watoto wako wanakwenda skuli bila pesa, hawana chakula, mtoto ana njaa. Sasa dini kweli ndio inatuhimiza hivyo, baba zangu, jamani eh? wapenzi wangu, watoto wangu wazuri, mnayasikia. Sina la kuambia zaidi, mimi nimetoa hiyo kwa wale ambao najua, wengine wengi mtajirekebisha. Mimi kuna shehe mmoja huyo, mashallah, wananivutia sana, siwezi kumtaja jina, lakini mashallah, very smart. Sio mmoja, karibu wanne wananivutia. Yani ile waki wakisimama kwenye mimbari na usafi wao na usmart wao, yani mpaka yale maneno yao anayoyatoa basi, huwa anajisikia rahma malabkungwe. Huwa sikosi video zao kila siku, lazima nizitizame na Mwenyezi Mungu na mimi atanijalia pengine katika hayo wanayoyasema, mtakuwa miongoni mwao. Lakini hili ni la kwenu, mama la fungulesupmen nimetoa kwa ajili yenu. Najua inshallah Mwenyezi Mungu atawajalia muwe katika waja wa usafi kuanzia rohoni mpaka mwilini. Sina la kuambia zaidi. Love you all.